Leo tutajifunza eh, kitu kidogo lakini ni cha msingi sana, habari juu ya wanga. Wanga carbohydrate, wanga. Wengi tumeambiwa wanga haufai, tumeambiwa wanga sio chakula, usile wanga kabisa, na lazima imekuwa ndiyo ukifika hata kipindi fulani, na mimi nikataka kushawishiwa, nilitaka kushawishiwa kwamba nikamwambia mke wangu sili ugali, sili ugali, maana unajua mafundisho yakienea hadi na wewe unakumbwa, unashindwa, unasahau biology. Lakini namwambia hivi, mbona biology nilifaulu sana, biochemistry, biochemistry ile nilifaulu kwa kweli na nilikuwa bingwa kabisa wa biochemistry. Nilikuwa naijua vizuri, kasema lakini hii ni study, labda kwa sababu ni utafiti mpya. Nikajaribu yale yaliyosemwa. Kana mwambia mama kila asubuhi niwekee bakuli la maharage linanitosha. Bakuli la maharage. Napiga bakuli la maharage naondoka. Akaniambia lakini haya ni mambo gani haya? Mbona wewe ni daktari haya mambo gani? Kana mwambia mbona reasoning na nani? Akasema wewe weka maharage. Kana piga bakuli la maharage, tumeambiwa tule protini. Tuachane na wanga. Weka hapo, piga haya. Baadaye nachukua mamboga yale napiga mamboga kwa kweli nikapunguza uzito kidogo hadi ile watu fulani wakaniambia umepungua, baadaye nikaenda kupima. Kaenda kupima nikapima kabisa ile, ile, nani, kama figo inafanya kazi vizuri je, ini inafanya kazi vizuri je, sukari yangu iko vizuri na nini. Nikapima nikaangalia nikaona kweli sukari iko vizuri, nikapima nikaona kwamba ini liko eh, vizuri, lakini nikapima figo nikakuta figo creatinine, ile creatinine iko nomo lakini ilikuwa nomo iko tisini. Kasema ah, ingeanza basi sabini, sabini huko inataka kusogea sogea huko, mbona inakuwa tisini na ngapi huko? Nikakuta urea iko juu hmm. Nikasema sasa, mbona hii ni azotemia hii, mbona kama ni kuna shida kwenye uchujaji kidogo wa figo, mbona kama kuna shida, nikaanza kunajua, lazima uanze kufikiria from cause to effect yaani uanze kujifunza kufikiria kutoka kwenye kisababishi, yaani hiki ulicho nacho kimesababishwa na nini, ndipo utajua tatizo la kila ugonjwa. Na watoto uwafundishe waanze kufikiri from cause to effect, yaani kilichosababisha ni nini, sio kukimbilia tu dawa. Kukimbilia dawa, ngoja ni nywe dawa nikojoe. Ah, ah. Nilipogundua nikasema sio maharage haya kila siku, maharage mengi haya kila siku, ikabia hivi sasa kuanzia maharage. Nikaambia hebu achana na maharage, takula kidogo sana, yaweke pembeni. Nikarudia tena kupima, nikakuta kidney function ni safi kabisa, creatinine normal, urea ziko normal. Jamani, Bwana Yesu asibe sana. Na siku hizi wanachosema watu kula protini, achana na wanga, kula protini. Umekuwa carnivore wewe, umekuwa carnivore wewe umekuwa mla nyama basi, okay, protini labda utakuja ya mimea, okay, labda protini ya mimea na nini, lakini kula nyama, mtu anaweka kilo nzima, sili wanga, anakula kilo nzima ya nyama. Na mlo kamili lazima uwe na, na, na, na, na wanga uwe na, na protini uwe na, na mafuta alafu pale ndani kuwe na vitamins tena zime, zinaliwa, sio kwa, si, kwa, si, kwa mchanganyiko pamoja, wakameweka mamboga mengi na, na matunda mengi hapo na, na kila kitu hapo a, a, sio kwa mara moja, unakula kwa kugawanya, na ndio maana wiki hii tutajifunza portions zile za ulaji. Halafu pale kuna vile vinaitwa fiber au mabaki ya nini, vinyuzinyuzi vile ambavyo vinasaidia katika mmeng'enyi wa chakula, lakini kuna maji na kuna madini, chumvi na madini. Lakini siku hizi tumegeuza ile pyramid, tumeigeuza hivi. Inatakiwa pyramid huku tule vingi kwa hiyo tumegeuza ile piramidi tumeigeuza, imekalia chini, imekalia kitako. Nilipokuwa nikifuatilia katika kurudia biology yangu, kuangalia hivi iko sawa, nikakuta hivi ile yani, kwenye seli ya mwili kuna, kuna taarifa ambazo zinatunzwa kwenye kitu kinaitwa okay, tukisema DNA tukisema DNA, si simnaelewa DNA, DNA eh? Jamani, DNA simnaelewa, ehe Deoxy, deoxyribonucleic acid yani ndio kile yani, ni ni ni kichembe ambacho ndio kinatunza taarifa zote na kumbukumbu kumbu zote na zinazitafsiri zile taarifa kuwa protini, tafsiri zile taarifa uwe wewe yani, yule wewe sasa. Yule DNA ile DNA ina ndugu yake mwingine anaitwa RNA, ribonucleic acid nikaanza kuiangalia imetengenezwaje hii ribonucleic acid na hii deoxyribonucleic acid imetengenezwaje. Nikakuta kwamba kwenye DNA ile DNA ile ukiangalia hapa, kuna nitrogenous base, kuna kitu cha nitrogenous base ambacho sana sana kinatokana na protini. Nitrogenous base inaweza ikawa ni adenosini, ikawa nini, symini, ikawa ikawa ni guanosini, ni maneno hayo ya kibayolojia ki, ikawa ni yurasili. Hivyo hiyo ndo besi hiyo, nitrogenous base hapa chini. Sasa kile kitako ambacho tiseme ndio ndio kama jengo lile, nguzo inayoshikilia sasa, inayomshikilia huyu amino, inayomshikilia ina nitrogenous base, ni ribos ribos ribos. Ukisema ribos au ribos ni carbohydrate ile ribose ni carbohydrate. Halafu hapa kwa pembeni, yani ni wanga, ningesema hivyo ni wanga. Ile base lile nao shikilia ni wanga. Hapa kuna ile, ile wanga limebeba nitrogenous base, halafu limebeba a phosphate group. Ka phosphate kamekuja hapa sasa hivyo vimeshikiliwa hivi, lakini lile ambalo limeshikilia kabisa kwenye RNA ribo nucleic kesi na kwenye DNA deoxy. Ukisikia deoxy, maana yake imepungukiwa oksijeni, ndiyo maana ikasema Deoxyribo. Lakini hii ni ribo, yaani ni carbohydrate ambayo imekamilika, imebeba, imebeba nitrogenous base imebeba na phosphate group. Sasa nikasema mimi nikaanza kujiuliza, kama carbohydrate haifai kuliwa kwa nini imeandikwa kwenye DNA yako yaani Mungu alipokuwa anaumba binadamu akaandika kwenye DNA akaweka kumbukumbu kumbu kwenye DNA ya carbohydrate. Na ndiyo sasa ukichukua nitrogenous base ukachukua na, na hii ribo au deoxyribo ukachukua na, na phosphate group, hizi ndizo zinaungana zina polymerize, zina polymerize, zinaungana zinakuwa ni likamba lirefu linalochukua taarifa, taarifa za macho taarifa za masikio, taarifa za nini, taarifa za uku paweje, taarifa twende hivi tutengeneze seli ya tumbo. Ndio zimechukua taarifa zote, zimeandikwa hapo encoded, zimekuwa coded hapo. Kwa hiyo inakuwa ina kodi na decode, inazitranslate zile taarifa, carbohydrate ikiwepo. Sasa unapoondoa unapoondoa wanga kabisa, usile wanga kabisa, maana yake ugeuke kuusiwe mtu yani wa kawaida. Yaani wewe ugeuze udi ule wa kawaida, maana lazima ile ndio inakuja inapokuwa inajitengeneza ile inajitengeneza ile glucose ikijitengeneza, inajikunja inatengeneza hiyo ribo. Alafu ndio inakuja protini adenosini, inakuja nani guanosini, inakuja thymine, inakuja uracil, alafu inakuja phosphate group. Yanatengeneza sasa, ndio baadaye inajikunja, inakuja ina double helix inatengeneza vinani viwili vile, yani mikanda miwili. Inaanza kujikunja inatengeneza taarifa yote, baadaye unapata kromosomu ambao wanasema ukiirefusha ile ukaikunjua inaweza ikaenda urefu mbali kabisa huko usikotegemea katika DNA, katika nani seli moja. Kwa hiyo hatuwezi kukataa wanga, ila shida na shida sio wanga, shida ni huo wanga unakulaje unakula saa ngapi, unakula, unakula mara ngapi, unakula kiwango gani na unakula wanga gani? Nakula wanga gani? Lakini kutoa wanga kabisa, usile wanga, na mimi nadhani unajua, mimi nadhani kwamba kwa kuwa shetani hatupendi kwa hiyo anatutengenezea mazingira ya kutumaliza. Mi usiniambie kwamba kuna tafiti, najua tafiti zipo, na tafiti inategemea mtafutaji, tafiti yule anataka nini? Ana makusudi gani? Tuache kabisa wanga kabisa, hapana. Lakini tujifunze kwa asili Mungu alitaka tule kwa namna gani na tule nini ni. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana.